Uh, kwa watu ambao waliomba kujiunga na jeshi la zimamoto na uokoaji, basi majina yametoka, na ni namna gani ambavyo unaweza ukayapata yale majina kwa urahisi? Namna gani unaweza kutumia njia rahisi kuyapata hayo majina? Uh, cha kwanza ni kwa wale ambao waliomba na wamefanikiwa, basi. Kama haujafanikiwa kupata, basi unamshukuru Mungu, maana kila jambo ambalo linatokea kwenye maisha yako anayepanga ni Maulana. Wakati wako utafika na utapata. Kwa maana hiyo, tukikosa tushukuru, tukipata tushukuru, tujifunze kushukuru kwa kila jambo. Njia ya kwanza ambayo unaweza kutumia kupata ayo majina ya zimamoto, cha kwanza uingie kwenye tovuti yao moja kwa moja, ingia kwenye tovuti yao ambayo ulitumia kuomba uomba, na cha pili Uh, inabidi uingie Telegram. Ukiingia Telegram andika jina Zimamoto Tanzania utayapata hayo majina kwa njia rahisi kabisa. Asante kwa kunisikiliza, na bila kusahau kwamba uh, Tuongee TV ndo habari ya mjini. Tuongee TV itakupa ndondoo zote ambazo zinahusiana na ajira. Basi nakubidi usubscribe uweze kupata notification zote kwa wakati, au sio?